Jambo na karibu katika mwendelezo wa matangazo yetu moja kwa moja kutoka hapa Msasani. Mtangazaji wako wa leo mimi naitwa Joshua Sorongai, siko peke yangu hapa studio, pamoja nami ni Dennis Julius, pamoja naye Michael Gaspar, bila kumwacha Samuel Matekere. Tunasonga mbele moja kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunakufikia kwa uzuri popote pale ambapo upo pamoja nasi, tutakuwa pamoja nawe katika magazeti kadha wa kadha kutazama kile ambacho kimepewa kipaumbele siku hii ya leo. Miongoni mwa habari kubwa ambazo zipo ni pamoja na habari inayomhusu yule mjani ambaye aliweza kufukuzwa kwa mabavu na mabaunsa, lakini pia habari ya Lissu nayo inazidi kushika uh, vichwa katika kurasa mbalimbali za magazeti, bila kuacha habari za kisiasa ambapo mgombea uh, kupitia chama cha mapinduzi, katika uh, ngazi ya rais, naye anazidi kuandikwa katika kurasa mbalimbali za magazeti, kurasa zake za mbele, lakini pia katika kurasa za nyuma za michezo na burudani, tunazidi kuona uh, ligi kuu ya Tanzania bara ambayo tayari imekwisha anza. Kuna mambo mengi ambayo yameweza kutazamwa hapo. Basi endelea kutembea pamoja nasi ili tuweze kukuhabarisha yale ambayo yamepewa kipaumbele katika kurasa mbalimbali mbali za magazeti siku hii yale ya leo. Nitakuwa pamoja naye katika gazeti la Mwanahalisi, gazeti la Majira, gazeti Huru kila siku, gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. E, na mengineo ambayo tutakuwa nayo hapa, usiondoke ili uweze kuhabarika pamoja nasi. Unaweza kutufuatilia kupitia kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii Facebook, TikTok pamoja na Instagram, andika nPoint, nasi tutasonga mbele pamoja nawe. Tuanze na gazeti la Mwanahalisi. Ukurasa wake wa mbele linatupatia habari ambayo inasema Lissu moto, mashahidi moto. Habari hii ambayo ipo katika ukurasa wa mbele kabisa gazeti hili Mwanahalisi utaenda kupata habari ambayo inaelezea hiyo uh, huo moto huo wa moto wa Lissu pamoja na mashahidi. Kuna mambo yataibuka na kushtua jamii. Kwa mfano fikiria, wale raia wawili wa Kenya na Uganda wanaolalamikia kufanywa matendo maovu na vyombo vya dola, unategemea ushahidi wao utakuwaje? Katika ukurasa wa pili, gazeti la Mwana Halisi linatupatia habari hiyo kwa undani kabisa. Makonda aumbuka, mm, katika ukurasa wa nane kuna habari kamili ambapo inasema siri za madai ya kulishwa sumu kwa aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Makonda zimeanza kuvuja zikihusishwa na mkakati wa kutafuta uungwaji mkono katika mbio za kuwania ubunge wa Arusha mjini, Mwanahalisi imeelezwa ukurasa wa nane. Mwanahalisi inakupatia habari hiyo kwa undani. Polepole pasua kichwa Habari hii ambayo utaenda kuona nukuu mbili. Ya kwanza ina mnukuu Humphrey polepole mwenyewe, ambapo inasema siwezi kwenda polisi kuhojiwa kwa kuwa wamenitekele, wamenitelekeza nchini Cuba huku wakitaka ni ripoti Dar es Salaam. Hakuna mtu kwenye serikali anayeweza kunitafuta akanikosa. Hiyo ni nukuu ambayo utaenda kuipata hapo. Yeah, ya Humphrey pole polepole, lakini kuna nukuu nyingine hapa ambayo inamwonyesha David Msimwe naye akiweza kunukuliwa hapa, anasema tumefungua jalada la uchunguzi tangu Julai 2025 na tunaendelea kuchunguza tuhuma zinazotolewa na mwanasiasa huyo eh, tunamhitaji afike ofisini kwa mahojiano. Habari kamili katika ukurasa wa sita gazeti la Mwanahalisi utaenda kupata undani wa habari hiyo. Hivyo ndivyo ambavyo gazeti la Mwanahalisi lina eh, kuhabarisha asubuhi ya leo, na tuzidi kusonga mbele ili uweze kupata habari mbalimbali mbali, eh, katika eh, ukurasa wetu rasmi huu wa YouTube. Tusonge mbele na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, ukurasa wake wa mbele siku ya leo inatupatia habari mbalimbali ambazo, mbali mbali, kubwa iliyopewa kipaumbele ni dawa zinavyogeuka sumu ndani ya mwili, wataalamu waorodhesha maradha ya dawa za maumivu, na kuna nukuu hapa ambayo utaenda kuipata ukikamata nakala ya gazeti la Nipashe mwanga wa jamii inakuwekea hapo, na habari kamili, ndugu mtazamaji, utaenda kuipata katika ukurasa wa pili. Gazeti hili la Nipashe linakuwekea hapo kwa ajili yako tu. Dr Samia, nitaendelea kumtumia Majaliwa. Mwinyi aibuka sokoni Otham akomana ardhi doyo alia na elimu. Habari kamili katika ukurasa wa tatu wa tano na wa saba Nipashe Mwanga wa Jamii inatupatia habari hizo kwa undani kabisa. Mabukusi awajibu mawakili wa serikali katika ukurasa wa tano, habari hiyo hutaenda kuipata kwa uzuri. Ilani ya vyama za mulika ufisadi haki na maadili. Habari hii hutaenda kuipata kwa undani ukiikamata nakala ya gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Hatimaye mradi mchuchuma na ligamba waanza baada ya miaka 29, habari kamili katika ukurasa wa nane. Nipashe mwanga wa jamii nakuwekea habari hiyo kwa uzuri tu kwa ajili yako, ndugu mtazamaji. Mbu wabadili mbinu, wauma mapema, sumu wanazikwepa, habari kamili ni katika ukurasa wa nne. Nipashe mwanga wa jamii natupatia habari hiyo kwa undani kabisa siku za kuelekea uchaguzi mkuu, Nipashi inazidi kutuhesabia na sasa zimebakia siku thelathini na tatu kuelekea au kufikia uchaguzi mkuu. Ndiyo habari hiyo ambayo ninamaliza nayo kupitia ukurasa wa mbele wa gazeti la Nipashi mwanga wa jamii. Tusonge mbele na gazeti la Mwananchi. Ukurasa wa mbele wa gazeti la Mwananchi, ndugu mtazamaji Uvamizi nyumba ya mjane mapya yafumuka. Habari hii nilikuambia itazidi ku, imezidi kuandikwa katika kurasa za magazeti mbalimbali mbali. mawakili wa pande zinazovutana wafunguka kiini cha mgogoro, serikali sasa yaingilia kati, ya waita mezani, polisi yaanza kuchunguza. Habari hiyo ni katika ukurasa wa tano gazeti la mwananchi linakupatia kwa undani kabisa, na hapa kuna habari picha picha kubwa ambayo inaonyesha nyumba iliyopo Mikocheni jijini Dar es Salaam ambayo alis analalamika anataka kuporwa. Picha nyingine ni matukio wakati watu waliovamia na kumtoa nje wakipambana na wanafamilia. Habari kamili katika ukurasa eh, wa tano ndipo utakapoenda kuipata kupitia gazeti la Mwananchi asubuhi ya, ya leo. Samia Majaliwa ataendelea kutumika serikalini. Habari katika ukurasa wa nne ipo kwa undani. Mbio za ikulu na ahadi zilizoibua mijadala nchini ni katika ukurasa wa pili. E, ni e, Mwananchi na kuwekea hapo undani wa habari hiyo. Pale ikulu nitachimba bwawa la mamba, e, na wale mafisadi wote watadumbukizwa humo kuliwa hadi kuisha na nguo zake, e, akimaanisha fisadi ntazikuta e, zimewekwa hapo kama ushahidi, na hilo kujua, e, na hilo kujua, kuna mtu alidumbukizwa humo. Huyu ni mgombea urais, amenukuliwa hapo na gazeti la Mwananchi kwa ajili yako tu. Mwathirika aibuka mshindi Malawi, a, Chakwera akubali, ni katika ukurasa wa tano, habari hii ya kimataifa. Naenda kukwambia eh, habari kutokea pale Malawi, Lilongwe. Rais wa Malawi Lazarus Chakwera amekubali kushindwa katika uchaguzi mkuu wa urais dhidi ya mpinzani wake, katika ukurasa wa tatu, mwananchi na kuandikia hapo kwa undani. Trump awa mbogo UN, Palestina mpya njiani, katika ukurasa wa sita, mwananchi na kupatia habari hizo zote kwa ajili yako tu. Mwaka 2025 na sura halisi ya wanawake na uongozi, ukurasa 18. Gazeti la Mwananchi, ndugu mtazamaji, utaenda kuipata kwa uzuri kabisa. Tuzidi kusonga mbele katika magazeti mbalimbali mbali, ambayo tunayo hapa kwa ajili yako. Gazeti Majira ndilo ambalo tutakupitisha eh, katika ukurasa wake wa mbele, siku hii nzuri kabisa, ikiwa ni tarehe ya 25 25, 2025, eh, ndio mwaka, lakini pia ni mwezi wa tisa huu. Tunazidi kusonga mbele kwa pamoja na Majira, ukurasa wa mbele inatuambia Wasira, tuidhihirishe eh, dunia tuidhihirishie dunia tunataka uchaguzi, asema inatazama kuona watakaojitokeza kupiga kura, ahimiza wana CCM wawe mstari wa mbele kuwaonyesha wengine umuhimu huo. Katika ukurasa wa nne gazeti la Majira, gazeti huru kila siku, linakuandikia hapo Serikali yaondoa VAT vituo vya gesi vya CNG, ukurasa wa nne, habari hiyo tena kuipata kwa uzuri kabisa. Maabara ya tume ya madini yavuka lengo, ukurasa wa tano, habari hiyo ipo kwa ajili yako ndugu mtazamaji. Anayehoji utu wa Dr. Samia anatukoroga, katika ukurasa wa nne, majira inakuwekea hapo kwa uzuri kabisa. CCM na msako wa kura kupitia makamu wake Stephen Wasiro, ukurasa wa 10 hadi 11, habari hiyo ipo kwa undani kwa ajili yako tu Mwinyi kuendelea kuweka e, uwiano wa maendeleo Zanzibar ukurasa wa tatu. Habari hiyo ipo kwa ajili yako kupitia gazeti la Majira. Na serikali ya ACT Wazalendo Zanzibar kushughulikia mikopo katika ukurasa wa pili. Gazeti hili la Majira linakuwekea habari hiyo kwa ajili yako tu kwa undani kabisa. Na katika habari za kimataifa, aliyejaribu kumuua Trump apatikana na hatia katika ukurasa wa 19. Gazeti la Majira, gazeti huru eh, kila siku inakuandikia hizo zote kwa ajili yako tu, ndugu mtazamaji, ambaye unasonga mbele pamoja nasi siku hii ya leo. Unaweza kutufuatilia pia kupitia kurasa zetu za Facebook, TikTok pamoja na Instagram, andika nPoint TZ, nasi tutafurahi kuwa pamoja nawe. Lakini kama bado hujasubscribe katika ukurasa wetu huu wa YouTube, kwa nini usisubscribe? Kila siku tunakuwa hapa kukupatia habari mbalimbali mbali, e, kurasa za mbele na za nyuma za magazeti, lakini habari e, muhimu ambazo zinajiri katika mipaka ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa nini usiungane nasi kuwa mwanafamilia ili uweze kupata habari e, za muhimu za ukweli na uhakika kila siku e, tunasonga mbele katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Uh, lingine ambalo ninalo hapa kwa ajili yako ndugu mtazamaji, tutasonga mbele na sio lingine. Hili ni gazeti la Dira hoja ya Mtanzania. Uh, gazeti hili katika ukurasa wake wa mbele kama unavyopata kuona hapo ndugu mtazamaji, inakupatia habari ambayo imepewa kipaumbele: Samia mwendo mdundo. Ni habari hii ambayo inaendelea kusema kukamilisha miradi yote ya maji, Ruangwa awaahidi kuwa tafutia masoko na bei kubwa zaidi katika mazao yao, kuendelea kuwashika mkono kwenye ruzuku na pembejeo, awahakikishia wana mtama wa eh, kuwaletea chuo cha VETA. Katika ukurasa wa tatu, Dira ya Mtanzania inakupatia habari hiyo kwa undani. Tanzania ya ng'ara kuwekeza uwekezaji elimu kwa rasilimali za ndani. Ukurasa wa pili dira ya Mtanzania inakupatia habari hiyo kwa uzuri kabisa. RC Chalamila aingilia kati sakata la mama aliyedhalilishwa Msasani, apiga marufuku mabaunsa katika ukurasa wa nne. Gazeti la dira ya Mtanzania, habari hiyo ipo kwa undani kwa ajili yako. Mkurugenzi Sky Ruby apongeza ukuaji wa sekta ya madini nchini. Katika ukurasa wa pili, Dira ya Mtanzania inakupatia habari hiyo kwa undani kabisa. Zito apita nyumba kwa nyumba kuomba kura. Katika ukurasa wa saba, Dira ya Mtanzania inakupatia habari hiyo kwa undani kabisa. Hizi ndizo ambazo zimepewa kipaumbele katika ukurasa huu wa gazeti la Dira ya Mtanzania hoja ya wote na kabla sijaweka nukta, ndugu mtazamaji, wacha tutazame gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, ukurasa wake wa mbele. Kuna habari hapa ambayo imepewa eh, habari kubwa ambayo ipo katika ukurasa wa mbele ni CCM yakaza kilimo biashara. Kikamata tu nakala ya gazeti hili la eh, Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, basi utaenda kuhabarika na habari hiyo kwa ukubwa tu, na habari hii haijaishia hapo katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili la eh, habari leo gwiji la habari Tanzania, inaendelea kwa kusema Samia aahidi kuendelea kutoa ruzuku, asema hatachoka kusaka masoko, asisitiza kuweka akiba kwa ajili ya bima ya afya. Ni katika ukurasa wa pili, habari leo gwiji la habari Tanzania inakupatia tu hapo kwa ajili yako. Tanzania mguu sawa kuanza mradi mchuchuma liganga E, ni sehemu ya miradi minne ya mpango mpya wa maendeleo. Habari katika ukurasa wa pili utenda kuipata hiyo kwa undani kabisa. Moto wa kibatari wateketeza nyumba, mzee afa, katika ukurasa wa saba habari leo inakupatia habari hiyo kwa undani kabisa. Dkt. Mwinyi aahidi mradi wa bilioni 64 maji Unguja, katika ukurasa wa 19 gazeti la habari leo gwiji la habari Tanzania inakupatia habari hiyo kwa uzuri kabisa. Majaliwa anafahamu nia ya Samia kwa Watanzania, habari katika ukurasa wa tatu. Makini kutoa ardhi kwa kila kijana akopeshe benki, habari hii ipo ndani ya gazeti hili la habari leo, gwiji la habari Tanzania. Ukikamata tu nakala yako, basi utaenda kuhabarika kwa undani siku ya leo. Nika pumziko fupi ndugu mtazamaji ambaye unasonga mbele pamoja nasi, na mara baada ya pumziko hilo fupi basi tutarejea hapa kusonga mbele kwa pamoja kupata kutazama habari za e, nyuma za kimichezo na burudani katika kurasa mbalimbali za magazeti. E, na usiondoke, endelea kwa pamoja nasi. Mimi ni Joshua Sorongai. Mara baada ya pumziko hili fupi, nitasonga mbele pamoja na timu ambayo ninayo hapa Dennis Julius pamoja na Michael Gaspar. Usiondoke, endelea kuwa pamoja nasi. Naam, karibu katika mwendelezo wa matangazo yetu asubuhi ya leo. Kumbuka, unaweza kutufuatilia pia kupitia ukurasa wetu wa Instagram, TikTok pamoja na Facebook. Andika nPoint TZ, nasi tutafurahi kusonga mbele pamoja nawe. Mdhamini wetu huyo, nambari moja, nambari one, Radiant Limited, beyond tomorrow anakupatia eh, huduma mbalimbali mbali ambazo zinaweza kukusaidia na zitaenda kukusaidia kuweza kupata masoko na namna nzuri ya kuweza kuwafikia wale ambao eh, umeweza kupata soko eh, na kwa namna moja au nyingine, hawa ni watu ambao, ndugu mtazamaji, ambao unatufuatilia kwa uhakika na, eh, na weledi mkubwa, kulingana na wafanyakazi ambao wanao ambao wana uzoefu mkubwa wanaenda kukupatia huduma nzuri sana ya kuweza kufikia wale ambao unatamani kuwafikia, kwako, kwa wewe kama mfanya biashara ambaye tayari umesha, eh, anza biashara yako, lakini hata wewe ambaye ndio kwanza unaanza na unawaza una ni namna gani unaweza ukafikia, eh, wale ambao unawalenga una kuwafikia, basi nPoint, eh, kupitia Radian Limited wako hapo kwa ajili yako tu kuweza kukufikia popote pale ambapo wewe utahitaji, ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Ni wewe tu unaweza kuwasiliana na nao kupitia ukurasa wao rasmi wa Instagram, andika Radian Limited, na wao watakuwa hapo pamoja nawe kuhakikisha tu ya kwamba kile ambacho eh, wame, wame, wameweza kukuonyesha hapo ya kwamba wanaweza kukufanyia, basi wanakukufikishia kwa uhakika. Mm, kwa kweli na uhakika kabisa. Lakini pia unaweza kuwasiliana nao kupitia nambari ya simu 0738 97 36 00. Nitairudia hiyo namba kwa ajili yako tu 0738 97 36 00. Lakini pia unaweza kuwatafuta kupitia barua pepe, andika tu pale info@radian.co.tz watakuwa hapo kwa ajili yako ndugu mtazamaji, ili uweze kuwafikia. Kwa uzuri kabisa. Lakini pia ukishindwa, unaweza ukaingia tu pale Google ukaandika www.radian.co.tz, basi utaweza kupata habari zao muhimu kabisa kwa ajili yako e. Lakini usisahau yote kwa yote, unaweza kuwapata kwa urahisi pale Instagram, andika tu radian limited, basi utaenda ku kuwapata kwa uzuri kabisa. Tuzidi kusonga mbele, tutazame kurasa za nyuma za kimichezo na burudani, na kama ilivyo ada, huwa tunaanza na gazeti la kimichezo na burudani na sio lingine, ni gazeti la Mwanaspoti, lakini nitakuwa pamoja nawe katika gazeti hilo na magazeti kadha wa kadha ambayo nitaweza kukutajia hapa ili uweze kuhabarika katika kurasa za kimichezo na burudani. Ukurasa wa nyuma wa gazeti la Mwanaspoti linaanza na habari ambayo inasema moto wa Maxi, kouma balaa. Mm, yanga yailipua ya ilipua kwa mradhi, Yanga yailipua Pamba Jiji. Katika ukurasa wa kumi habari hii utaenda kuipata na kuna matokeo hapa ambayo inaonyesha eh, mechi iliyopigwa kwa Mkapa pale, ligi kuu hii ni mechi ya Yanga na Pamba zote hizi utaenda kuzipata hapo, ni eh, inaonyesha Yanga iliweza kuibuka kidedea kwa ushindi wa mabao kwa tatu kwa sufuri dhidi ya timu ya Pamba Jiji. Zote nenda kakamati nakala ya Mwanaspoti ukurasa wa mbele, zipo kwa ajili yako tu hapo. Uh, ukurasa wa mbele, habari nyingine ambayo ipo ni mechi ya mambo matatu katika ukurasa wa mbele. Kuna habari hapa ambayo inaonyesha leo saa moja usiku pale kwa Mkapa kutakuwa na mechi ya Simba na Fountain Gate ambayo uh, utaenda kuipata kwa uzuri kabisa uh, habari hiyo ukurasa wa mbele wa gazeti la Mwanaspoti kwa ajili yako tu. Ukurasa wa pili kuna habari ambayo inasema Gomez uh, Ous, Ousems, eh, watajwa Msimbazi katika ukurasa wa pili gazeti hili la Mwana sport, zipo kwa ajili yako tu hapo. Na katika habari za kimataifa upande wa michezo na burudani, ateta ageuka mbogo katika ukurasa wa nyuma wa mbele gazeti hili uh, utaenda kupata habari hiyo kwa undani kabisa, ambapo inaonyesha Oktoba 18 ni mechi kati ya Fulham na Arsenal ambayo ni mechi ya ligi kuu pale Uingereza, lakini habari nyingine hapa, utaenda kukutana na mechi ambayo inaonyesha Newcastle na Arsenal ambayo itaweza kupigwa tarehe na 28 St John's, katika uwanja huo wa St John's. Lakini kuna mechi nyingine Oktoba 4 katika uwanja wa Emirates, Arsenal pamoja na West Ham wataenda kukutana uso kwa uso ili kuweza kupata nani atakayeibuka kuwa kidedea. Katika habari za burudani fina mdogo mdogo, katika ukurasa wa kumi na saba gazeti la Mwanaspoti basi linakuwekea hapo kwa uzuri kwa ajili yako tu wewe ambaye unafuatilia matangazo haya moja kwa moja. Tusonge mbele kwa kutazama kurasa wa mbele mwingine, gazeti la Uhuru. Uh, kumradhi, ukurasa wa nyuma si wa mbele. Gazeti la nyuma la gazeti la Uhuru, ukweli daima, katika ukurasa uh, kile kilichopewa kipaumbele ni Fadlu Simba katika namba mnyama kukiwasha na Fountain Gate, ni habari hii ambayo tunaenda kuipata ukikamata tu na kala yako. Kuna mechi hapo inaonekana, kwa wachezaji wanaonekana ni wa Simba hapo, na kuna mechi hii ambayo itachezwa leo saa moja usiku pale dimba la Benjamin Mkapa zote hizo tutaenda kuzikamata kwa uzuri na kwa undani. Ukikamata nakala ya Uhuru, Dr Samia ampa, tano Majaliwa ni habari ambayo ipo pia. Ubalozi India waipiga tafutasuba, ukurasa wa ishirini na tatu. Tutaenda kuipata habari hiyo kwa undani. Sholomwamba amtaja Dr Samia katika ukurasa wa ishirini na moja, tutaenda kuipata kwa uzuri. Mbape zaidi kunawiri Madrid, ukurasa wa ishirini na mbili, habari hiyo ipo kwa ajili yako. E, mechi ambazo Fadlu ameongoza Simba tangu alipotua mwaka jana ni hamsini na tatu. Gazeti la eh, Uhuru kweli daima inatukupatia tu hapo kwa undani kabisa. Hizo ndizo ambazo zimepewa kipaumbele katika ukurasa wa nyuma wa gazeti hili la Uhuru, na tutazame gazeti la Uelekeo spoti ukurasa wake wa kimichezo na burudani. Habari ambayo imepewa kipaumbele kwa uzuri kabisa ni habari ya Simba bila Fadlu uwanjani leo. Habari hii ukikamata tu gazeti la Uelekeo sport utaenda kupata habari hiyo kwa uzuri, lakini chini yake hapo eh, kwenye hiyo habari inaendelea kusema kocha wa viungo adai hangoki labda atimuliwe, eh, na kuna picha hapo inayomonyesha eh, bwana Matola pamoja naye bwana Moroko wote wakiwa hapo E, katika picha ya pamoja kupitia ukurasa wa Uelekeo Spoti. Ukurasa huu wa nyuma, Mark Gwehi yupo tayari kujiunga Liverpool. Habari ya kimataifa hii utaenda kuipata kwa uzuri gazeti la Uelekeo Spoti. Oscar Mirambo katibu mkuu TFF, Pamba Jiji yaichefua serikali ni hmm, habari hii ambayo kikamata nakala yako inaenda kusema, wizara ya habari, utamaduni sana na michezo imezitaka timu za mpira wa miguu zilizoomba kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa kwa mashindano mbalimbali kuzingatia taratibu na e, za matumizi ya uwanja huo. Kauli hiyo imetolewa kufuatia taarifa inayosambaa mitandaoni ikionyesha wachezaji wa timu ya Pamba Jiji FC wakifanya mazoezi gizani juzi usiku katika uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Habari hii utaenda kuipata kwa uzuri hapo e, ukikamata nakala ya uelekeo spoti ukurasa huo kimichezo na burudani. Songe mbele na gazeti la nipashe mwanga wa jamii, kipi ambacho gazeti hili linatupasha? Simba SC yaipania Fountain Gate. Matola afunguka, wanataka kuanza ligi kwa kishindo. E, habari hii utaenda kuipata kwa uzuri hapa, na kwa pembeni kuna habari picha inayomwonyesha huyo, sio mwingine, ni Kibu Dennis almaarufu kama mkandaji, utaenda kupata po habari yake kwa uzuri hiyo, ya Simba SC ipania Fountain Gate. Lakini Mirambo ateuliwa kumrithi kidao, TFF, ukurasa wa 21 gazeti la Nipashe linakupatia Vinicius alisifia bao lake, zote hizi eh. Gazeti la Nipashe mwanga wa jamii zinakupatia kwa uzuri kabisa bila kukuficha. Tumalize na gazeti la habari leo, gwiji la habari Tanzania ndilo ambalo tutaeka nalo nukta asubuhi ya leo na habari ambayo imepewa kipaumbele hapa ni Fountain Gate, Simba, Fountain Gate Simba Gate, hapatoshi kwa Mkapa, ni habari ambayo ipo hapa. Gamondi apiga mkwara ligi kuu, yes huyu ni kocha eh, kocha mkuu wa Singida Black Stars Miguel, uh, Gamondi amesema ya malengo yake msimu huu ni kushinda kila mchezo mbele yao ili waandike historia mpya, ni habari ipo katika ukurasa wa nyuma. Samia: michezo ni fursa ya ajira, zote hizi utaenda kuzipata juketi. Aipongeza serikali kwa jali e, wasanii katika ukurasa wa 23. Lakini mulki, malki awapa somo e, kwa waigizaji wa kike ukurasa wa 21. Gazeti hili la habari leo, gwiji la habari Tanzania, linakupatia e, habari hizo zote kwa undani kwa ajili yako, Kutokea hapa studio, mimi sina la ziada. Ninakushukuru sana kwako wewe ambaye umekuwa pamoja nasi, karibu, tutazidi kusonga mbele pamoja, na awe ukiwa mwanafamilia moja kwa moja ukiweza kusubscribe kwenye channel yetu, lakini hata kwako wewe ambaye tayari umeisha subscribe, tunakushukuru sana, endelea kutembea pamoja nasi nasi tutazidi kusonga mbele pamoja nawe. Kwa sasa tunaweka nukta hadi tena pale baadaye tutakapokuja kukupatia habari mbalimbali mbali za ukweli na uhakika usiondoke na usikae mbali pamoja nasi au pia kama una majukumu mengi unaweza ukawasha tu alama ya kengele ili kila tunapokuwa mubashara basi unaweza kupata habari zetu ambazo tumekuandalia ninaitwa Joshua Sorongai pamoja nami ni Michael Gaspar Dennis Julius ndio ambao tulikuwa nao hapa studio kwa niaba ya timu nzima endelea kuwa pamoja nasi na endelea kuwa salama. Hii ni nPoint zaidi ya habari.